Uh, futsal kwa sasa hivi Tanzania sio mchezo mgeni sana kwa sababu tuna miaka kadhaa sasa hivi tunacheza kama sio miwili mitatu. So ni mchezo mzuri. Uh, wakati una, una ukiusikia unaweza ukaona kama ni mchezo fani labda mgumu hivi lakini the way unavyo unavyozidi una una una una kuwepo kwenye, kwenye hii system, una, una, una, una, una uona, jinsi ambavyo unakuwa, unakuwa unaenjoy ni mchezo mzuri kwa sababu unakuwa na unacheza una, sehemu ndogo lakini unakuwa ni, una unakuwa, ni, touch, touch nyingi sana kwa hiyo, kama unapenda kucheza mpira hivi, basi ni mchezo mzuri unakuwa unaenjoy. Um, kama ulivyotangulia kusema kwamba mimi nipo kwa muda mm, mrefu kidogo. Kambi zote nilikuwepo kwa kambi, hii maandalizi ni mazuri um, wachezaji wazuri, wachezaji wote wapo tayari, wanafanya mazoezi kwa nguvu, tunajiandaa vizuri kwa ajili ya ku, ku, kuweza kufanikiwa kushinda hizo mechi ili kuweza kusonga kusonga mbele. Kwa hiyo maandalizi kiujumla, maandalizi yako vizuri sana, na tunaendelea na, ma, na maandalizi mpaka hizo siku za, za mechi um, binafsi, inawezekana tukawa hatuwajui sana cost, lakini hata wao pia inawezekana kawa hawatujui sisi pia so itakuwa ni mechi ngumu, zitakuwa zi, ni mechi ngumu kiujumla, kwa sababu tunacheza home na na away. Kwa hiyo unapokuja kwenye swala la mechi za home and away, ni wewe sasa, za wewe utakavyochanga hizo karata zako, lakini tunajiandaa zidi ya, ya, ugumu huo, tunda, tunajua mechi zitakuwa ni ngumu, lakini tuhakikishie tu Watanzania kwamba tutaweza kushinda hizo mechi na kuweza kuvuka kwenye hatua inayofuata. Kikubwa ni, tunazo, kwa sababu wengi ni, ni, ni wageni kama kusema ni wageni, kwa hiyo kikubwa tuna share idea, kama ambavyo sisi tulikuwepo tunacheza tuna muda mrefu, kwa unavyoona anafanya ana, ana, ana, ana labda mistake kidogo, tunaelekezana ili kuweza kuvuka kwa pamoja, lakini kitu kizuri ni kwamba wachezaji ambao wamekuja wame sasa hivi ambao tuko nao sasa hivi wameshika wame haraka kwa sababu futsal iko tofauti kidogo, ina sheria sheria zake kidogo, lakini kitu kizuri ni kwamba wachezaji ambao wamekuja sasa hivi wana talent sana. Um, ukiwapa uki maelekezo kidogo wanashika wana kwa haraka, kwahiyo haitokuwa ngumu sana kama ambavyo kwenye kwenye kwenye mashindano mengine yaliyopita. Nafikiri safari hii tuna timu nzuri zaidi, kwa hiyo, na naimani tutafanikiwa jambo letu. Um, Watanzania kwa pamoja. Hii ni timu ya taifa ya futsal, hivyo tunajukumu hapo mbele kwa wote, sio wachezaji peke yake, kwa Tanzania kiujumla tuweze kuisapoti hii timu ya futsal, ili tuweze kufuzu kwenye kwenye mashindano ya AFCON. Tuna mechi mbili dhidi ya Vilkosti zote, tutaanza nyumbani, then tutaenda away, hivyo tunahitaji sapoti zao kubwa sana, ili tuweze kufanikiwa kwa pamoja.